Habari yako, karibu tena. Leo nifuatilie hapa nikufundishe jinsi ya kubana mkia wa farasi. Jina langu ni Marieta, karibu tena. Leo nifuatilie hapa taratibu, mpaka na wewe uweze kuelewa jinsi ya kubana hii style. Kipekee nipende kumshukuru Mungu, tumeweza kukutana tena kwenye somo lingine. Basi utafanya hivi, kwa upande wa mbele hapa utatua sehemu kidogo kama hivi, hii sehemu hapa kwenda kuisuka stichi, lakini nikukumbushe hii kazi inafanywa na mwanafunzi. Na wewe ambaye ni mwanafunzi unatamani kujiunga na urembo, karibu Marieta Beauty School. tutakufundisha mpaka utajua. Angalia kwa mbele hapa, ukishamaliza kusuka hii stichi utakwenda kukata mbele hapa. Ukishakata kwa mbele utazibana hizi za nyuma. Angalia, utafunga kwa design kama hii hapa. Napenda kwanza uanze kufunga, alafu ndio ulete jeli juu yake. Hii jeli ambayo tumetumia hapa ni ya, uh, uh, ni styling jeli ya Movit, sawa. Inafanya vizuri sana, ni nzuri mno. Ukibania nywele zako zinakaza vizuri, styling jeli ya Movit. Ona, ukishamaliza kubana nyuma utafanya hivi kwa mbele. Ukishamaliza kufanya hivi kwa mbele, utazi dry kidogo. Ni muhimu kukausha kidogo hapa. Sasa nipende kukwambia mahali ambapo tulipo ni Mabibo Royola. Wewe ambaye ni mwanafunzi unatoka mkoani, usijali, hosteli zipo na gharama za hosteli ni nafuu sana. Lakini masomo ambayo tunafundisha hapa, tunafundisha makeup tunafundisha kusuka, tunafundisha kubana, staili mbalimbali kama hivi. Angalia hii kazi inafanywa na mwanafunzi. Kwa hiyo na wewe mwanafunzi, ni kutoe wasiwasi. Huyu alikuja akiwa hajui kabisa, lakini leo unaweza kuona staili ameibana vizuri na ameweza kabisa, mwanafunzi wetu. Angalia wewe ambaye ni mwanafunzi unanifuatilia siku zote mi nikuombee baraka kwa Mungu akubariki. Lakini pia wewe ambaye ni mara ya kwanza kunifuatilia, hakikisha una subscribe. Tumeelewana, eh? Ukisha subscribe Mungu naye atakubariki. Angalia, nikisha maliza kuzibana, nitazikausha kidogo. Nikisha maliza kuzikausha, nitakuja kuweka hii hapa nywele yangu hapa, alafu nitaifunga kama hivi. Nikishamaliza kuifunga nitaichana ya nyuma, then nitakuja kuiokota hii mbele kama hivi, alafu nitairudisha hapa, wataungana. Umeona, eh? wakishaungana kama hivi nitachana tena. Nikukumbushe mahali tulipo ni Mabibo. Wewe ambaye ni wanafunzi njo tutakufundisha mpaka utajua, na uzuri wa Marieta Beauty School, ukimaliza tu tunakutafutia na sehemu ya kazi. Kwa hiyo unamaliza mafunzo na unaenda kazini. Just imagine fursa ilivyo nzuri. Angalia, ukishazikutanisha zote hapa, utatoa sehemu ndogo kama hii hapa ambayo anatoa mwanafunzi wangu hivi. Ukishamaliza kuitoa, utazungusha hapa kwenye hii raundi ulipofungia hivi. Ukiwa unazungusha hapa, usikaze, hapana. Zungusha tu bila kuikaza kama hivi ambavyo anafanya mwanafunzi wangu hapa. Tumeelewana? Nikukaribisha Marietha Beauty School. Karibu kwa mafunzo mazuri yaliyotukuka, lakini pia nikuambie wewe ambaye ni boss, uko sehemu yoyote, unatamani kupata mdada kutoka Marietha Beauty School. Wewe niambie, popote ambapo upo mimi, nitakukonnect na mdada aliyepata mafunzo ma, mazuri kabisa ndani ya miezi minne na ameweza kama huyu ambavyo amefanya na hii inakuwa ni mwonekano wetu wa mwisho. Ona amefanya mwanafunzi mwenzako. Kwa hiyo usijali, hata kama hujui kushika butu wenjo we sakufundisha so, mpaka utajua. Bye bye, usiache kusubscribe. Ni kutakia wakati mwema. Bye bye.